Nawasalimu katika jina la Bwana katika masaa hii, nataka tuweze kuangalia neno ndogo ambalo linatoka na katika maandiko matakatifu, na niku, tunapoangalia dunia hii, tunaona ya kwamba vitu ambavyo ziko hazikuwa kwa binafsi, ziliweza kuletwa na kuumbwa na muumbaji wetu ambaye ni Mungu, na akaweza kuumba miti, milima kila siku aliumba kila ki e, na siku yake akaweza kuweka kuumba jua mwezi na nyota na akaweza kuumba hata wanyama wa majini na wanyama wa vilevile e, wa anga na wanyama ambao ni wadogo sana lakini katika siku ya sita <coughs> aliweza kuumba mwanadamu na huyu mwanadamu ambaye aliumba aliumba kwa mfano wake, kwa sura yake. Na unaposikia mfano wake, sisi tulikuwa tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu. Mawazo ambayo tulikuwa nayo ni mawazo mazuri, na hata unapoangalia katika kitabu cha Mwanzo e, moja, tukiangalia ule mstari wa mwisho ambaye ni Mwanzo moja, ehhe, mstari ule wa mwisho, tuone ya kwamba alifanya nini. Anasema hivi katika kitabu cha Mwanzo moja. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, tazama, ni chema sana. Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya sita. Kwa hivyo Mungu alipoweza kufanya uumbaji wake, aliweza kuona kila kitu ambacho aliweza kuumba ni kizuri. Wanadamu walikuwa mzuri, wanyama walikuwa wazuri, nchi ilikuwa nzuri, haikuwa na miteremko, milima ambayo ni ya kuogofia, maana gharika iko imekuja. Ni nchi ambayo ilikuwa ya kupendeza, matunda wanadamu wamepewa, wanyama wamepewa chakula chao na akaona kile kitu ni kizuri. Siku ya saba Mungu akaweza kupumzika katika eh, baada ya kuba na siku hiyo uwe, uwe inatukumbusha uumbaji wa Mungu, lakini tunapoenda katika kitabu cha Mwanzo mbili, mwanadamu aliweza kupewa kazi pale katika lile shamba ambayo ni shamba la Edeni ambayo aliwekewa matunda pale ambaye ni chakula chake na tunaposoma kitabu cha Mwanzo E, mbili mstari wa 15 nasema, Bwana Mungu akamua akamtoa huo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hivyo Mungu akaweza kumweka mwanadamu ambaye aliyemuumba na amemuumbia, e, ameumba ameumba Adam na akaweza kumuumbia mchumba wake ambaye ni Hawa. Akaweza kuwaweka katika Eden waweze kulima hiyo shamba kuituza hiyo shamba, na vilevile wakapewa sheria pale ya kwamba hii matunda ya miti yote ambayo nimekupea utakula, lakini huu mti wa kujua mema na mabaya usile. Watu wengine ukosea katika jambo hili maana ufikiria katika mawazo ya kidunia kwamba si mti halisi, ambaye Mungu aliweza kuweka ni mti halisi ambaye waliweza kuwekewa pale. Maana alikuwa ameweka mti miti miwili, mmoja ni wa uzima wao wakikula ili waendelee kuishi, lakini mti mwingine ni wa kujua mema na mabaya. Lakini tunapoenda katika kitabu cha Mwanzo tatu, shetani katika ujaja wake, maana alikuwa ameanguka katika enzi hiyo na kwa mwanguko wa Shetani atakuja kujifunza wakati mwingine, maana alikuwa ameasi kule binguni na akaweza kutaka kukalia kiti cha Mungu na kuchukua malaika eh, mamlaka ya Mungu eh, na kutaka kutawala malaika, akaweza kutolewa kule. Sasa akakuja akaweza kumwangusha mwanadamu. Hebu tuone kwa ufupi, alikuja na njia gani? Kitabu cha Mwanzo tatu moja inasema basi nyoka, alikuwa mwerefu kuliko wanyama wote wa mwituni, wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tawaweza kula, walakin matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msile, wala msiguze, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Hapo ndipo shida ya mwanadamu ilikujia. Alikuja ule mwanamke, alikuja akadanganywa na nyoka, na yeye akakubali kula yale matunda, akasikia ni mazuri kisha akaweza akampelekea mbewe. Ukiteremka katika hiyo kitabu cha Mwanzo tatu. Lakini kuna watu wengine husema ya kwamba ni nyoka aliyemdanganya hawa, sio Shetani, kwa sababu tunaposoma hapa tunaona ya kwamba inasema ni nyoka. Wacha tujifunze vizuri, tujifunze zaidi, tuweze kujua nyoka ni analinganishwa katika kitabu cha Ufunuo kumi na mbili mstari ule wa tisa tuweze kuona nyoka huyu aliyedanganya wazazi wetu ni yupi yule eh, eh, Ufunuo kumi na mbili tisa. Yule nyoka, nyoka akatupwa yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani audanganya ulimwengu wote akatupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hivyo naona kwamba huu nyoka ambaye aliweza kutupwa kutoka kule mbinguni baada ya kuasi ambaye maana yeye alikuwa ni malaika, yeye anaitwa joka, hiyo ni jina moja. Anaitwa nyoka wa zamani, vile vile anaitwa Ibilisi na Shetani, na kazi yake tumesikia, au danya au danganyae ulimwengu wote. Kwa hivyo Shetani hana huruma, aliweza kufaulu kuwadanganya wazazi wetu wa kwanza. Hata mimi na wewe siku ya leo tusipoka makini mbele ya mbele eh, ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuweza kufuata sheria zake na kufuata neno lake vizuri, bado ako na uwezo wa kudanganya. Maana unaziposikia huyu kiumbe ana uwezo wa kudanganya dunia nzima, na ni kweli ameidanganya. Tutakuja kujifunza mambo haya siku zingine, tuone amewadanganya na njia gani. Lakini e, wacha tuweze kuangalia hawa wazazi walipoweza kuanguka, sisi ilituadhiri namna gani? Maana hao ndio walifanya nani? na hao ndio waliweza kukula yale matunda. Sisi natuhusu na nini hayo mambo? Kitu ya kwanza katika uumbaji wa Mungu, hajawahi umba mwanadamu mwingine isipokuwa Adam na Hawa. Hao ndio aliweza kuwaumba, sisi ni watoto wa hao wazazi. Dunia hii yote, unapoona kabila zote zilizo katika dunia hii, jamii zote na lugha zote, wote walimetoka katika la e, katika jamii ya Adamu. Sisi zote ni kizazi cha Adamu na Hawa, na ile dhambi ambayo walitenda inatushika sisi. Ni kitabu gani tutaweza kuona hiyo dhambi ambayo waliweza kutenda inatushika? Ni kitabu cha Warumi, Warumi litano e, mstari ule wa kumi na mbili inasema hivi kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hivyo mtu mmoja aliweza kufanya dhambi na hiyo dhambi ikaweza kufikia watu wote, mimi na wewe tukaunganishwa katika jambo hilo. Ni nini ilitoroka ilifanya tunaunganishwa katika jambo hilo? Tuone katika kitabu cha Warumi tatu Mstari ule wa ishirini na tatu tuone kwa nini hii dhambi inatu, inatushika. Inasema hivi Warumi tatu ishirini na tatu kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kumbe wakati wazazi wetu walipoweza kufanya dhambi pale, walikuwa wameumbwa kwa mfano wa Mungu, utukufu wa Mungu uliweza kutoweka, hata sisi zote hatuna hiyo utukufu wa Mungu tutaupata baada ya kutumikiwa na Yesu kama zawadi maana kwa mtu mmoja dhambi ikaingia duniani na dhambi hiyo ikaleta shida tunapotamatisha hebu tuangalie kitabu cha Warumi tano mstari wa kumi na saba tuone tu tumaini letu tukimalizia inasema hivi kwa maana ikiwa kwa kosa la mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja zaidi ya ha, sana wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima wa milele e, kwa yule mmoja Yesu Kristo. Kwa hivyo tuko na nafasi ya kutawala tutakapokubali Yesu Kristo. Na mbarikiwe sana, asante.